Chama tawala nchini Zimbabwe ZANU PF kimesema kitaanza mchakato wa kumwongezea muhula wa urais Emmerson Dambudzo Mnangagwa kwa miaka miwili zaidi na hivyo kumfanya aendelee kukaa madarakani hadi mwaka 2030. Hii ni TriGen Media. Mpango huo uliidhinishwa siku ya Jumamosi, Oktoba 19 katika kongamano la kila mwaka la vuguvugu -vugu hilo huko katika mji wa mashariki wa Mutare ambapo wajumbe waliagiza serikali kuanza kuandaa sheria ya kurekebisha katiba. Taarifa ya waziri wa sheria na katiba wa ZANU-PF Ziyambi Ziyambi ilibainisha hivyo. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 kwa sasa, kikatiba anatakiwa kuondoka madarakani mwaka 2028 baada ya kuhudumu mihula miwili tangu kuchaguliwa kwake. Mabadiliko yoyote yatahitaji marekebisho ya kikatiba na kuna uwezekano wa kuwepo kwa kura za maoni, wataalam wa sheria wataalam wa sheria wamebaini hilo. Wajumbe walishangilia kwa nderemo na vifijo baada ya hoja hiyo kupitishwa, na hivyo kuimarisha mtindo wa ZANU PF wa utawala wa dhamana tangu uhuru mwaka 1980. Chama hicho kinadhibiti bunge na kulipatia nguvu kubwa, ingawa baadhi ya watu wa ndani wanaonya kuwa kuna uwezekano wa kuwepo kwa changamoto za kisheria. Mnangagwa amewahi kusisitiza kuwa yeye ni mtu wa katiba asiye na nia ya kung'ang'ania madaraka, lakini kwa sasa inaonekana amebadili uelekeo. Baadhi ya wapinzani wa ndani wa chama wanaomuunga mkono makamu wa rais Constantino Chiwenga wanapinga hatua hiyo ya kuongezwa muda na kukaa madarakani kwa Mnangagwa. Blessed Geza, mpiganaji mkongwe kutoka chama hicho katika vita vya ukombozi, na mshirika wa karibu wa Chiwenga, amesema waziwazi wazi kupinga hatua hiyo kupitia mtandao wake wa YouTube na kulaani hatua hiyo huku akiungwa mkono na maelfu ya watu mtandaoni. Hata hivyo, wito wa maandamano makubwa umepata mvuto kidogo sana, huku kukiwa na wingi wa polisi mjini Harare na miji mingine, ikiwa ni hatua ya kujiandaa kuzima maandamano yanayoweza kutokea. Rais Emmerson Dambuzo Mnangagwa hajazungumza lolote kuhusiana na kuongeza muda wakati wa hotuba yake ya kufunga mkutano huo. Naye makamu wake wa rais Chiwenga hakuzungumza lolote kuhusu ombi la kuongeza muda au la maandamano. Mnangagwa aliingia madarakani mwaka elfu mbili na kumi na saba huku kukiwa na ahadi za mageuzi ya kidemokrasia na kiuchumi kufuatia kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa muda mrefu Robert Gabriel Mugabe. Zama za uongozi wa rais Mnangagwa zimeshuhudia kuporomoka zaidi kwa uchumi ambapo kuna mfumuko mkubwa wa bei, ukosefu mkubwa wa ajira na kushamiri kwa ufisadi. Wakosoaji wana kishutumu chama cha ZANU-PF kwa kukandamiza upinzani, kudhoofisha mahakama na kugeuza uchaguzi kuwa utaratibu unaosimamiwa badala ya ushindani wa kidemokrasia. Hii ni TriGen Media.